Hata namba tu azisomeki, ndio maana nimekuambia we kaka, huyo mpenzi wako alitaka akupindishe kizazi moja kwa moja. <laughs> Hello, Stella, Stella, binti mshenji sana yule, kunyangishi zake She wanted to take away my reproduction system. alitaka kuniharibia ujaji yule, we kweli, UTI hata buku elfu tatu. Mi nikajua labda zinafika hata elfu tatu, elfu tatu azisomeki namba kabisa, kumbe ni maelfu kwa maelfu, maelfu. Shasha, unanishaidiaje daktari? Usijali kaka, nitakupa tiba, si upo hospitali bwana, but I have to think about a better treatment for you kwa sababu hizo UTI zimezidi, zimepitiliza, lazima nikaongee na mkuu wangu anipe maelekezo ni dawa gani nikupe ili zikusaidie. Na pia ndio maana nimekushauri nenda, mwambie mpenzi wako naye aje apime, kama ni tiba mpate wote, kwa sababu tukikutibu wewe ukapona, ukirudi tena mchezo ndio ule ule, unakuwa unacheza na UTI tu. Daktari, e, angalia usalama wangu. Mi, acha kumzingatia Stella, achana na Stella. Mimi kwa Stella sitafika tena, shikanyagi shirudi tena pale, hata itokee mtu aje anibane prize na masharubu kwenye masharubu haya ayavute na prize, shikanyagi kwa Stella. Ndo bu nabu wewe, yes, angalia usalama wangu mimi nipate tiba nipone, mambo mengine mimi hayanihusu. Stella atakuja kwa wakati wake, lakini si bado. Mnadeti jamani, si mpenzi wako, it is better ukamshauri naye afike kituo cha afya apate tiba kwa sababu kama wewe tu uliyeambukizwa uko na hali mbaya hiyo, nahisi yeye atakuwa na hali mbaya zaidi. Kaoja yule L. Lakini daktari mi i can't go again to. Je, Stella, sijui Kingereza changu kiko shawa au ni download application ya ticha jungu nijifunje zaidi. Mimi siwezi kurudi tena kwa Stella kama nilivyokuambia daktari. Wewe nipeni tiba mimi nipone niondoke nikafanye shughuli zangu. Kila mbuzi itakula urefu wa kamba yake, yeye atakuja kwa wakati wake. Okay, sawa, ngoja mimi nipeleke hivi vipimo kwa mganga mkuu, halafu yeye ndo atashauri sasa ni dawa gani inayofaa upewe. Amna noma, shega. Ukiwa wenda nyumba ni mama o, ukiwa wenda nyumba ni baba o, kamwambia Stela siwezi kufika kama ambi ye Stella siwezi kufika, sirudi tena kwa Stella. Alitaka kunikwangua kizazi na vaibu la kuimba. Alafu ile pale si kibodi na kompyuta ile, naweza nikarekodi itisongi hapa hapa ndani. Ngoja niichezee. Mwantumu mi mwenzako, hata sijui nimekuaje shoga yangu, yani sijui nimerogwa, sijui nina mashetani gani, napenda wababu, napenda wababu, mi kupitiliza. A, ameanza kuchanganikiwa huyu, kaanza kuchanganikiwa Stella. Jamani Stella, hebu acha kuvuta sigara, sigara zinakupeleka pabaya. We binti bado mdogo hivyo, miaka ishirini na tatu tu tayari ushaanza kuparamia wazee. Wewe na wazee wapi na wapi? eti huo mchezo umeanza lini? Jamani, sio sigara hizi Mwantumu, ni hisia tu mwenzako, zimenipanda ndio maana nimekwambia sijui nimerogwa, maana sio katika hali ya kawaida. Eti unakuta tu napenda the way wanavyonuka vile ugoro, makoti yao yanavyonuka tumbaku, basi mi najisikia raha. Mwenzio ufanye uolewe sasa na Shemtoi, sijui unamwachia nani? hmm. hata simuwazi kwa kweli, hapa kichwani nasikia tu sauti zinaita wababu, wababu wababu napenda wababu. Mwantumu, sio wababu tena, sema mbabu. Upate mbabu wako mmoja, ambaye yuko single, uolewe naye utulie. Aka mmoja sitamweza kwa kweli, huo malaya sasa. E, elewa Kiswahili nawe, nimekwambia napenda wababu, sio mbabu. Mbabu mi nimpeleke wapi? Makubwa stori zako za leo, sizielewi ujue, Stella. Alafu usikute siku ile usiku nakwambia unifungulie mlango nikupe umbea, unanikatalia mle ndani. ulikuwa na baba angu kwa sababu viatu vyake niliviona pale nje, na siku ile baba yangu hakulala nyumbani. kuwa makini, kuwa makini Stella, mama yangu akija kujua unamfanyia ujinga wa namna hiyo. hey, mimi nakwambia urafiki utakuwa unaisha siku hiyo hiyo hata kuacha salama. ishirini na tatu. Ishirini na tatu. Ishirini na tatu, itika basi. Naitika mwenyewe hey, ishirini na tatu. Kweli nimekubali kuishi kwenye jumba la manyanyaso kama hili, nimekubali kuishi maisha, maisha ya fedheha kama haya. Rafiki zangu ananishauri vizuri, bwana, unagongondwa ondoka hapo, kwa bikachara atakuja kukua, lakini mimi nisitaki kusikia. Je, niondoke niende nikaishi maisha ya mtaani ya kusebenza, au niendelee kung'ata humu ndani kwa sababu milo ya chakula na kula kama kawaida, lakini manyanyaso ya kuteswa, ya kuishi kama houseboy ndio ambayo ananipa wasiwazi, niondoke niendelee kuishi. ishirini na tatu ishirini na tatu na kuita itika ee. Lakini ngoja niyasikilize maneno ya wahenga yanayosema kwamba mvumilivu ndiye hula mbavu Anakula mbavu kweli, mvumilivu hula mbavu. Hivyo huo msemo ndo nakaa hivyo, hauna bwebwaja. Mvumilivu ndo hula mbavu, hivyo hivyo mbavu. Mimi nitavumilia hadi nihakikishe na kula mbavu za bika cha wewe. Kitundu abe, haya, njoo oshe hivi vyombo. Umemwachia nani hapa? Msemo aoshe nyani. Njoo oshe vyombo, jikashupa, jikashupa. <coughs> ila hati ya ndoa sasa shemeji, tunafanya nini? Maana pale tayari washatufukuza hivyo, wametuambia tusirudi pale bila hati ya ndoa, na hati ya ndoa wewe tayari ushainajisi <laughs> <laughs> tufanye nini? Aa, mimi kwa kweli shemeji, sina ushauri kabisa katika hilo. Kama wale mabwana wameng'ang'ana kwamba hii kesi haiwezi kuendeshwa bila hati ya ndoa, kwa kweli mimi cha kushauri sina zaidi tu hapo, nitakwambia turudi kijijini tukaendelea kufanya shughuli zetu bwabwaja. <laughs> Huyu Matonya, safari hii mimi kijijini sirudi bila mke wangu Bikachala, piga kuua. <laughs> Sirudi kijijini bila Bikachala, mimi sio mbwala ata kiasi hicho nije mjini hovyohovyo, hovyo tu nimemfuata mke wangu bi Kachala. Kama kesi itashindikana, nitarudi naye kibabe. <laughs> narudi kijijini na mke wangu. Matonya <laughs> unataka kupoteza muda wako shemeji? Dada ameshajipata sasa hivi, anaishi maisha mazuri huku mjini. Hawezi kukubali kamwe kurudi kijijini kirahisi namna hiyo. Ndio maana mimi nakwambia unapoteza muda. Kama utaendelea kupoteza muda huku, basi mimi niache nirudi kijijini nikafanye shughuli zangu za shamba zinalala. <laughs> Nyamaza Matonya, useku nigutira Usekuni gutila matonya, usekuni gutila hey, usekuni gutila yani. <laughs> mwendo wangu na mdundo ni sawa sawa. <laughs> usinipigie kelele, Matonya. Kama ulivyo najisi karatasi yangu, ndivyo hivyo hivyo tutakavyoshirikiana mwanzo mwisho katika kumrudisha mke wangu kijijini. <laughs> twende kwa Bikachala, mshenzi mkubwa. Mm, Stella mpumbavu shana yule binti. <laughs> Yaani, kuishi naye wiki moja tu kanipakaza UTI mwili mzima alitaka <laughs> kumtoa kizazi masikini dogo oh. Paswed hapa ukiwa wenda nyumba ni dadao, ukiwa wenda nyumba ni kakao, kamwaambie Stella siwezi kufika. <laughs> Kamwambi ye Stela shiwezi kufika chirudi si tena kwa Stela shikanyagi. Mimi shiakupakazwa utiaiovyoovyo tu tushenje mkubwa yule Stela kitaji changu mimi ni expensive sana uwezi ukakitoa kilahishi hivyo. Ukiwawenda nyumba ni mamao. Ukiwa wenda nyumba ni babao. Kama ambi ye Stella shiwezi kufika shirudi. Kama ambi ye Stella shiwezi kufika shikanyagi tena nyumbani pake. Shenji mkubwa nani mimi, Dr. Sengo naingia. Aha, shega ingia aisee, mbona nasikia sauti za mdundo wa mziki vurugu nyingi humu ndani imekuwaje? Na nani kakuruhusu ukae kwenye kiti cha daktari? Wewe sehemu yako ni kule kitandani. Yaani nilikuwa nachezea keyboard kidogo mzee. Unachezea keyboard? Unachezea keyboard kivipi yani? Wewe hebu zima. Zima kwanza. Kwa hiyo umeweka mziki huko, si ndio? Yeah, but for temporary use. Nikitoka hospitali nafuta. Stupid boy.